Waandishi wa habari tunashirikiana nao sana, na unaziona taarifa zetu afande. Kwa mambo mazuri ambayo tunayafanya Geita, umekuwa mstari wa mbele kuyatangaza, lakini pia kutoa elimu kwa jamii, redio, magazeti, tunaenda tunatoa vipindi kuhusiana na elimu mbalimbali, swala zima la usalama. Kwa hiyo nawashukuru, nawakaribisha sana, ili tuweze kupata ili elimu wote iweze kutusaidia kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu Geita kwa mara ya kwanza ishirini ishirini na tano Geita, sitamani kutumia bomu, sitamani kutumia risasi, kwa sababu nina mabalozi wengi ambao mko hapa. Mtaenda kuitangaza amani, mtaenda kuwaelezea pia wananchi swala na umuhimu wa amani wakati wa uchaguzi, lakini amani na Geita yetu kwa ujumla. Kwa majina naitwa Rosemary Paulo. Aa, nimeshiriki kwenye mafunzo haya ya jeshi la polisi mkoa wa Geita. Mafunzo haya yanatujengea uwezo, kwanza kutambua kwamba jeshi la polisi wako kwa ajili ya usalama wetu, lakini pia sisi kama wananchi tuna kila sababu ya kushirikiana nao katika swala zima la ulinzi. Na kumekuwa na dhana ambayo kweli imezoeleka, sisi kama jamii tumekuwa tukiogopa jeshi la polisi kwa asilimia kubwa, tunapomwona askari hata akifi akipita maeneo yetu ya makazi ya raia yaani, tunapata hofu, nani anakwenda kukamatwa? Ni masuala ambayo tumekuwa tukijiuliza mara nyingi sana, lakini leo tumepata elimu kwamba polisi ni kama sisi, tuachukulie kama ndugu zetu. Na tumekuwa na hofu hii kwa sababu ya utekelezaji wao wa majukumu. Utekelezaji wao unasababisha polisi aonekane adui kwa raia lakini kwa sasa kutokana na elimu hii kutoka polisi, eh, polisi jamii tumejifunza kwamba wanatekeleza majukumu yao, lakini ni ndugu zetu, ni rafiki zetu, ni watoto wetu.